Karibu tena kwenye tutorial ya pili inayoeleza jinsi gani unaweza ukapiga kinanda kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho. Na nadhani kwenye tutorial uliyopita nilifundisha jinsi gani unaweza ukashika kisi, lakini pia nilielekeza jinsi gani unaweza kuweka vidole vyako wakati wa kupiga kinanda. Lakini niliahidi kwamba kwenye tutorial ya pili tutajifunza jinsi gani ya kushika kisi, lakini kwa kutumia mikono kwa maana ukishika mkono mmoja bado unakuwa haujakamilisha mapigo vizuri ya kinanda. Kwa hiyo tutaelekezana jinsi gani unaweza kushika KC lakini kwa kutumia mikono yote miwili. Kwa hiyo tuende pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla hatujaanza basi subscribe hapo chini, share link lakini pia unaweza ku like itakuwa vizuri zaidi. Okay, basi moja kwa moja tuende tuanze jinsi gani unaweza kushika KC kwa mikono miwili. Lakini kabla sijaanza basi, niweze kuelekeza kwa ufupi sana kwa wale ambao wa kuangalia tutorial iliyopita, nitaeleza kwa u, kwa ufupi sana pale ambapo tulianzia mwanzo mpaka ambapo tuliishia. Uh, nadhani hatua ya kwanza tulielekezana mambo ya octavo. Tulisema octavo ni hizi ki mbili nyeusi na ki tatu nyeusi, kuanzia iki tatu nyeusi ya chini yake hii pia na hizi nyeupe, basi zinafahamisha octavo ya kwanza, lakini kianzia tena nyeupe hizi nyeusi mbili na mpaka naif, naifikia nyeupe ambayo ipo chini ya hizi bahari tatu nyeusi, basi unakuwa unakamisha octavo ya pili. Lakini pia unapoanza hivyo hivyo kwa hiyo inakuwa octavo ya tatu, octavo ya nne na kuendelea mpaka mwisho. Sasa kwenye kipindi kilichopita pia tulielekezana kwamba jinsi gani unaweza kushika key C. Key C, tuseme tutengeneze kwanza vidole kama hivi, Sawa, na si kwamba wote wanatumia njia kama hii, lakini mimi mimi nakufundisha kwa kutumia njia hii. Kuna mwingine anaweza kashika kwa namna yoyote vile anavyotaka, lakini mimi nakufundisha kwa njia hii. Tulisema tunashika vidole kwa namna hii hii, dole gumba inaenda kushika kwenye kisi, na kisi tulisema ni hii hapa, kama unavyoona. Sawa, tulisema hii kidole gumba ndio kinaenda kushika kwenye kisi, lakini unaruka batani moja ambayo ni hii, kisha ruka kidole kinachofuata kutoka kwenye dole gumba ndo nakishikia kwenye hiyo kii. Alafu unaruka tena batani moja nyeupe ile. Ukisharuka, kidole kidogo kabisa cha mkono wako ndo inaenda kushikia hiyo batani, kwa inakuwa inaleta ina, ina mlio kama kama huu sawa, ambao ni sawa na hii, ambao sawa na hii na, na mpaka mwisho utaenda hivi. Kwenye octave sawa. Kwao, kama hujafuatilia tutorial ya kwanza, ni vizuri kafuatilia ili uelewe kipi kilianza na wapi tunaendelea, sawa. Uh, kwenye tutorial hii tutaelekezana jinsi gani unaweza kushika kiisi sasa kwa mikono miwili, kwamba umeshika tu hivi bado inakuwa ileti ileti ileti sound ambayo imejaa yeah. Kwao, ili kujaza sasa, lazima kushika key C kwa mikono miwili, lakini leo nitaelekeza jinsi gani unaweza kushika key C kwa kutumia mikono miwili, lakini kwa bila kujaza. Kwa maana hiyo, tutashika key C lakini bila kuijaza. Kwa hiyo torio ijayo, pia tutaelekeza jinsi ya kushika key C kwa kuijaza saa mazima. Kwa hiyo hii ndio key C ambayo tulishika torio iliyopita. Nakumbuka hii batani hii sawa na hii na sawa na hii. Kwa maana hiyo, ukitaka ushike mikono miwili, hakikisha hii hapa umeshikia sawa na ki ambayo umeshikia hapa. Kwa hiyo tunasema ni KC ambayo hii ndo root note yetu. Sawa, hii ndo root note. Sasa kama ni root note, kwa maana hiyo unaposhika base pia hakikisha mkono wako unaanzia kwenye root note ambayo ni hii. Kwa utaangalia ushike, ushike oktavo ipi, kama utashika oktavo hii au utashika ya chini zaidi, lakini nzuri zaidi ushike ambayo ina saundi kidogo, inakuwa na, na hai kidogo, sawa. Kwa hiyo kushika key C mikono miwili, kwa maana hiyo inakuwa ni hivi. Sasa sawa, kuangalia saundi akuja na, na mwanzoni, ilikuwa ni hii. lakini sasa hizi tuna Sawa. Kwa hiyo unaona yani, mlio wako unakuwa na high, una unakuwa na mid pia, unakuwa na na base, ambazo ni hizi low frequency, ambazo ndizo ambazo tumeshika kwenye mkono wa pili. Kwa hiyo mkono huu wa kushoto huu ndio unaokuja kushika kwenye key C ya chini yake, yaani octave ya chini. Kwa hiyo ya kwanza tulishika hivi, sawa lakini ya pili tunakuja tunashika kidore kidogo cha mwisho ndicho kishike KC ya chini ya mkono wa pili. Kwa hiyo itakuwa ni lakini, huku juu tunaanzia dore gumba ndio inakuwa kwanza kushika kwenye KC. Sawa k, nadhani hapo umenielewa vizuri. Tutorial ijayo tutaelekezana jinsi gani unaweza ukashika KC kwa mkono wa kushoto, lakini kwa kuijaza. Kwa maana hiyo, ukishika hivi au hivi, bado na kuijaza sana, sawa? Kwa hiyo ni lazima sasa tuijaze kwa namna nyingine eh, kwa kushika mikono, kwa kuweka vidole kwa usahihi zaidi. Kwa leo nimekufundisha kushika KC, yaani mkono wa pili, lakini kwa kutumia kidole kimoja. Tutorial ijayo tisha kushika KC, yaani mkono wa pili lakini kwa kutumia mikono kutumia vidole vyote vitatu kama tunavyoshika, sawa. Basi twende pamoja kwenye tutorial ijayo pia, ili uelewe kitu gani kinafuata. Asante.